Na mtazamaji wa Faida Online TV, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, siku hii ya leo ya Oktoba 21, 2025 wametembelea katika Halmashauri ya Mji Nanyamba mkoani Mtwara kwa lengo la kuwapa elimu wafanyabiashara kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu kodi na vitu vingine kama hivyo. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tumekanyaga kwenye ardhi hii na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel ni yetu, ili uendelee kupata habari zetu hakika sisi ni watu wa field. Elimu hiyo imetolewa katika ofisi za halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara. Mimi naitwa Salim Bakari, ni afisa mkuu msimamizi wa kodi, nasimamia kitengo cha elimu kwa mlipa kodi, mamlaka ya mapato Tanzania, mkoa wetu wa Mtwara. Leo tarehe 21 mwezi wa 10, 2025 tumefika katika mji mdogo wa Nanyamba, Mtwara, na Nanyamba mkoa ni Mtwara, na tumekuwa na kikao na wafanyabiashara eneo hili na lengo kubwa la kukutana nao ni kuwapa elimu ya kodi hususan ka, katika mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka huu wa 2025. Tumewafundisha mabadiliko ya sheria mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya sheria ya kodi ya mapato, mabadiliko kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, mabadiliko kwenye ushuru wa bidhaa, pamoja na mabadiliko kwenye sheria ya ushuru wa kodi za vyombo vya moto lakini aidha, pia tumewaelimisha kuhusiana na dawati la uwezeshaji biashara, trade facilitation desk, ambalo lilizinduliwa hivi karibuni na kamishna mkuu wa mamlaka mapato Tanzania. Tumewaelekeza na tumewaelimisha juu ya fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye dawati, likiwemo pamoja na kutambuliwa na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi bure, lakini pia kupata fursa ya kusikilizwa na kuwezeshwa ili kupata fursa mbalimbali mbali za kuwezesha biashara zao. Kwa majina naitwa Yusufu Mwalupupa ni kaimu afisa biashara mkuu wa Halmashauri ya Mji Nanyamba. Aa, mimi ningependa kushukuru aa, kupa, wa, kutokana na kupata wafanyabiashara kupewa fursa ya ku, kupata semina inahusu marekebisho mbalimbali ya sheria za kodi. Kupitia hili jukwaa, ni ndio tunaona sasa ni namna gani wa, wa wafanyabiashara wetu wanaweza kupata elimu ya mlipa kodi eh, na pia kupata elimu ya namna gani ya kuendeleza biashara zao kwa maana ya kurasimisha biashara zao na sasa sisi tuko tayari kama watumishi kuendelea kutoa ushirikiano kwa wafanyabiashara hawa na kuhakikisha wanaendeleza biashara zao na kurasimisha, na mpaka kufikia lengo la kuwa matajiri au mabilionea baadaye. Ah, kwa majina naitwa Walda Saleh, ni mfanyabiashara Nanyamba, muuzaji wa nafaka. Napenda kuwashukuru maafisa wa TRA kwa kuleta huu mkutano wa leo ili wazidi kuendeleza elimu kwa wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara wengi tunakuwa hatuelewi nini maana ya kulipa kodi, tunalipa tu kodi bila kuelewa. Naitwa Said Juma Mkanjima, mfanyabiashara Halmashauri ya Mji Nanyamba. Kwanza nashukuru sana TRA kwa kutupa hamasa kubwa na kutupa elimu juu ya biashara, na tuendelea kuhamasika kadri zinavyokuwa, kwa sababu mwanzo Watu watano, sita, mkutano. Sasa hivi, Faida Online TV, kazi yetu sisi ni kukusanya kuchakata na kukuletea uweze kujua nini ambacho kinaendelea kutoka maeneo mbalimbali kutokea hapa katika Halmashauri ya Mji Nanyamba mkoani Mtwara katika siku hii ya leo. sina la ziada, naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Ili uendelee kupata habari zetu hakika. Sisi ni watu wa field asante na kwaheri.